Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo a, mtazamaji nawe msikilizaji unayeungana nami katika siku ya leo, popote pale ulipo, napenda nichukue nafasi hii kukaribisha kuweza kupokea a, maneno ya Mungu. Kumbuka, siku zote tunamhubiri Bwana wetu Yesu Kristo, tunawaleteni habari njema za ufalme wa Mungu, kama unavyojua mpendwa Uh, rafiki yangu, ndugu yangu, kaka yangu, mama yangu, dada yangu uh, hizi ni nyakati za mwisho dunia, uh, iko ukingoni. Yesu anarudi siku na saa hajulikani, ndiyo maana mimi na wewe hatuna budi kukaa tayari, akirudi Yesu Kristo atuweze uh, kumraki mawinguni. Mpendwa, uh, kwa hiyo endelea ku, uh, kupokea ujumbe wa neno la Mungu. Kumbuka mpendwa sisi hatujihubiri wenyewe, hatuko hapa kujenga, uh, ufalme wetu, hatuko hapa kujenga, uh, makanisa yetu au au kupata wafuasi na, na waumini. Hapana mpendwa, tuko hapa kujenga ufalme wa Mungu, uh, kuwatangazieni habari njema za ufalme wa Mungu, uh, kwamba muishi maisha matakatifu uh, ili kwamba muwe nuru katika dunia hii ambayo imejaa giza matendo maovu ya kila namna. Kila kona na pande ya dunia kuna maovu ya kutisha. Watu wengi wanaishi uh, na hofu. Watu wengi uh, wanahofia maisha yao, kuuawa, kufa, kupoteza uh, uhai, na haswa pale mtu unapo uh, simamia haki uh, viongozi wengi duniani, siku tulizo nazo ni dhahiri na ni wazi kabisa, unaona kwamba wanapinga sana kukosorewa au pale mtu au mhubiri unapokemea maovu, wanaona kwamba wewe unataka kuiendesha serikali au unaingilia mambo ya siasa. Hapana. Umhubiri anayehubiri Injili ya kweli lazima unasimama, unakemea kila mwanadamu. Hakuna rais, hakuna mwananchi wa kawaida, hakuna makamu wa rais, hakuna mwanajeshi, hakuna askari, um, police officers and so on and so forth. Hizi mpendwa Uh, hizi ni harakati za wanadamu kujaribu uh, kututoa katika utumishi wa kweli wa kimungu. Kwa hiyo sisi tunakemea kila mtu, lazima tuwaonye wote, maana wanadamu wamekuwa na mioyo mi, mi, uh, mi, mi, mibaya sana. Mioyo ya wanadamu imebadilika na kuwa kama ya, ya shetani, e, kiasi kwamba utaona sio viongozi tu watu wengi yani wanaona hawathamini tena utu wa mtu yani hawaoni ile thamani value ya mwanadamu. Ndio maana wanaona watu wanatenda maovu mabaya, wivu, fitna, husuda. A, mtu kuua, anaona kwamba ni kitu cha kawaida eti, kwa kuwa yeye labda ni polisi au labda ni mwanajeshi, anaona kwamba a, a, ni kawaida tu kwa, wanakuwa ni wakatili kuliko shetani Siku hizi tuna wanadamu ambao wana ukatili kumpita shetani mwenyewe. Yaani kuna mwanadamu ameshatenda maovu kuliko yale shetani ameshawahi kutenda, mpaka shetani anamwangalia, anasema yule siwezi nikamruhusu hata kasogelea sehemu inapoishi, maana anakuona wewe umeshakuwa mwovu kumpita shetani mwenyewe. Na hawa hawa ndio wanatuongoza, eti mnawapa nafasi, wanakuwa marais, wanakuwa ni wanajeshi, wanakuwa ni maamri jeshi ushetani uliopitiliza. Na ndiyo maana mpendwa, katika siku ya leo uh, ujumbe ambao nimekuletea nime hapa, unasema uh, kiungo hatari kuliko viungo vyote vya mwanadamu, au kama unapenda useme, ujumbe huu unasema kwamba hatari ya moyo wa mwanadamu. Haya yote mnayoyaona, wapendwa yanaonekana kwa macho haya yanakuwa yameanza ndani ya mwana ya moyo wa mwanadamu. There is nothing that comes from nowhere. Kwa asilimia kubwa, japo yanaweza kuwepo machache, lakini kwa asilimia kubwa yanaanza moyo. Najua moyo ni kiungo aa, au ni sehemu au kiungo cha mwili ambacho ni chamuhi, kina umuhimu mkubwa sana yani, moyo una kazi kubwa sana sana sana. Ni moja ya viungo vya mwili ambavyo yani, ukisikia kwamba kuna hitilafu kule kwenye moyo, yani mtu unaposikia moyo wako una hitilafu pale, unajua kwamba hapa aa, kuna option mbili, na wengi huwa wanaogopa option ambayo ni mbaya zaidi. Yani unaweza kuwabakia hai lakini maisha yako yakawa ni ya shida na tabu za kila namna, au unakufa. Kwa hiyo ndio maana moyo moyo, mpendwa, kwa kwa uhalisia watu tunajua kwamba ndiyo sehemu ambayo ni ya umuhimu sana, lakini tunasahau kwamba moyo huu huu ndo kiungo hatari sana kuliko viungo vyote alivyo navyo mwanadamu. Moyo wako huo moyo, maana hayo maovu nayo yatenda, mpendwa, yanatoka huko huko. Aa, kiburi ulicho nacho, ukatili unyama unaoutenda unatoka moyoni, na ndio maana ukishaona mtu ni, yani, ni muka ana ukatili kupita shetani huyo mpendwa aa, sijui hata kama kitubu yani <laughs> kwamba kweli atakuwa ame, ame, ame, ame, ameacha maovu, labda Mungu ahusike moja kwa moja, kama vile alivyombadilisha Soro ambaye asijui kama alikuwa Sauli E, ambaye alikuja akabadilishwa jina akaitwa Paulo. Mungu anamuliza, Sauli, Sauli mbona wanitesa? <laughs> E, sasa yule ilibidi kutane na, na nguvu za Mungu live. Sasa hawa waovu tunaowaona kwenye mataifa yetu mpendwa, tatizo linaanzia kwenye moyo e, moyo wako. Hata mimi hapa kuweza kuongea siku ya leo ni kwa sababu moyo uko unafanya kazi vizuri sana e, unahakikisha una kwamba kila kitu kimesetiwa kinaenda vizuri ah, kusukuma damu kufanyaje, nini, mambo mengi tu yanayoendelea katika mwili, na ndio maana moyo ukisimama huu <laughs> e, hata madaktari wenyewe, ukisimama hata uwe daktari, ah, tunasema that is finito, you are done, it's it's finished. Hapo hakuna swali hakuna nini, yani wewe tayari tumekuaga. Kwa hiyo watu wengi hawatambui kwamba japo moyo a, ni kiungo nyeti sana katika viungo vya mwili wa binadamu, yani ni kiungo ambacho kina kina umuhimu mkubwa sana, bado kimebakia kuwa ndicho kiungo pekee ambacho ni hatari sana. Waovu mwingi unatoka kwenye kiungo, na ndiyo maana hata Mungu mwenyewe haangalii mwonekano wako wa nje. Mungu anakuchunguza kutoka ndani ndani mpendwa, na ndio maana siku ya leo lazima ufahamu, maana watu wengi unafanya fanya mambo uovu, ujinga, eh? Unajiona wewe kama yani sijui umepita binadamu wote hakuna mwenye thamani kama wewe. Ah, tunaenda kusoma maandiko matakatifu ili kwamba tuone moyo moyo huu moyo wako mpendwa, wewe ujichunguze mwenyewe, maana hakuna awezae kufahamu kile ambacho kinaendelea ndani ya moyo wako isipokuwa wewe mwenyewe. Unaweza kukaa na mtu hapa, kumbe lenyewe linapanga kukuua na haujui ni nini kinachoendelea kinacho ni moyoni ma, mipango yote iko ndani ya moyo. Moyo wa uovu, ukatili, unyama, ushirikina, uchawi, wivu, hayo yote mpendwa yanaanza ndani ya moyo. Ah, tukisoma katika Yeremia hapa ah, Yeremia kumi na saba tuanze mstari wa tisa hapa maandiko matakatifu yanasema hivi mpendwa, moyo huwa mdanganyifu kuliko ah, vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha. Nani awezaye kuujua? Kwa hiyo unaona moyo moyo moyo moyo huu anasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Na haya sio maneno yangu, maneno ya Mungu, maandiko matakatifu ndio yamesema, moyo moyo asiri yake. Uh, maandiko matakatifu anasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, na ndiyo maana watu wengi mnaishia kutenda mabaya, unakuwa mwovu, unakuwa na kiburi, yani mtu unajiona kweli mimi huwa nashangaa hata viongozi tunawachagua, au wanaotuongoza, yaani ukianzia hata ndani ya dini, tuache hata serikalini, uanzie ndani ya dini. Mtu amepewa cheo anasahau kwamba cheo ni dhamana ume, yani ni kama nguo ya kuazima. We unapokuwa kwenye madaraka, mpendwa, we unapokuwa kiongozi, acha kiburi, usijione kwamba una thamani sasa kuliko watu wote. Uanze uone, yani maisha ya mtu kwamba ni hovyo, nguo ya kuazima, sio ya kwako. Yeyote aliye na madaraka, haijalishi wewe, ah, wewe, ah, ah, wewe, ah, wewe, ah, wewe ni mchungaji, haijalishi wewe ni askofu, haijalishi wewe ni mwinjilisti, haijalishi wewe ni waziri mkuu, haijalishi wewe ni amri jeshi, haijalishi wewe ni polisi, haijalishi wewe ni rais wa nchi ajarishi wewe una cheo gani katika jamii, ile ni nguo ya kuazima. Mpendwa, wewe hauna kitu, tunasema hauna final say. hauna final decision waliokupa kitu kile. Kwa hiyo acha kiburi sasa. Moyo wengine, moyo una kudanganya unasema, wewe umeshapewa madaraka haya ni ya kwako, tumia nguvu au fanya unavyotaka. Moyo anasema, hapa sio maneno yangu, maandiko matakatifu yameweka wazi, yanasema ya kabisa kwamba ampendwa, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, na hajaishia pale, akasema una ugonjwa wa kufisha. Kwa hiyo wewe utakuja kufa kwa sababu ya moyo wako yale yanayoendelea ndani ya moyo wako yanatengeneza kifo chako, sio mtu mwingine. Hapana, ni moyo wako. Mpendwa, ni moyo wako ndio unaotengeneza kifo chako. Kwa hiyo usianze kuwaraumu watu, usianze akusema oh, huyu sijui ni yule ni nini. Hapana, ni moyo wako wewe mwenyewe. Naongea na mtu hapa, unawezekana wewe ni kiongozi inawezekana wewe ni mtu wa kawaida, au wewe ni tajiri, unaona una mapesa na kila kitu. Sasa hivi unaona hakuna mtu tena wa kukwambia fanya nini fanya hivi, unaona. Uh, it's just you. Hapana, moyo anasema una una tabia moja, huwa ni mdanganyifu uh, kuliko vitu vyote, na anasema na una ugonjwa wa kufisha. Kwa hiyo moyo wako Acha uovu, mpendwa, acha dhambi, tengeneza na Yesu. Hacha kujidanganya, oh, mimi nimeshafika, nimeshatoboa kwenye maisha. Pendwa, nakuletea ujumbe huu, na mimi pia na, na, na, najiubilia mwenyewe. Hacha ugomvi, hacha uwaji, hacha ukatili mpendwa, hacha kiburi, hacha majivuno, hacha mafundisho ya uongo, maana hayo yote ni moyo moyo, na anasema huu moyo moyo huu moyo una ugonjwa wa kufisha. Kwa mpendwa, lazima ujichunguze. Acha uasherati, acha uwasi, acha usengenyaji, acha mambo ya uchawi, acha kuabudu sanamu. Mpendwa, acha wivu, acha kuona maisha ya watu kama hayana thamani. utu wa mwanadamu, dunia hii hakuna kitu chenye thamani kupita uhai wa mwanadamu yule aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu, kwa sura ya Mungu. A, Mungu akamuumba mwanadamu e. kwa hiyo moyo, amesema mpendwa, una ugonjwa wa kufisha. Sasa anasema nani awezae kujua, nani awezae kujua moyo? Haiwezekani, ni Mungu peke yake na wewe binafsi. Na ndio maana hapa mstari wa kumi anasema hivi, mimi Bwana nauchunguza moyo e, naona sisi tunaweza kuwa tunaangalia matendo ya mtu huu yanayoonekana kwa nje, lakini Mungu yeye anaangalia kutoka ndani moyoni, na Mungu anasema mimi Bwana, mimi Bwana, haleluya, anasema nauchunguza moyo, anavijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Mpendwa, moyo amesema una ugonjwa wa kufisha, na ndiyo maana hapa maandiko matakatifu amesema Mungu anasema hivi, wewe utapata kiasi cha matunda ya matendo yako. Hapa hakuna naye, yani hawezi kujidanganya hapa. Uwe, la, uwe rais, rais wa nchi uwe mchungaji uwe askofu uwe amhubiri mtumishi wa namna yoyote uwe mwimbaji uwe mtu wa kawaida Pendo, anasema anakupa kiasi cha matunda ya matendo yako yatokayo moyoni, moyo wako, moyo moyo, mpendwa. Kwa hiyo japo moyo ni kiungo achenye umuhimu sana a katika mfumo a wa wa wa wa wa mwili wa binadamu bado mpendwa ni hatari sana. Kwa hiyo ndiyo maana nakuonya katika siku ya leo mpendwa, akadiri Mungu aishivyo achunguza moyo wako, maana Mungu anasema anakuchunguza wewe a, kwa kufanyaje? Kwa, kwa kuangalia ako kuchunguza moyo wako, maana ni watu wengi wanafanya mambo yanayoonekana kwa nje kwamba ni mazuri, lakini kumbe moyo moyo wao ni shetani, shetani, shetani, mashetani, sijui unahitaji una, una, una mpendwa, atusome pia katika Marko hapa Uh, Marko mtakatifu uh, tukisoma Marko mtakatifu mpendwa uh, Marko mtakatifu saba, tuanze mstari ule wa ishirini na moja. Uh, maandiko matakatifu yanasema hivi: kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya. Ndani ya ya nini Hajasema ndani ya macho, hajasema ndani ya ulimi, hajasema uh, uh, sijui ndani ya mikono, sijui wapi. Amesema ndani ya mioyo ya watu, na ndio maana viongozi tunaowaona katika mataifa na siku hizi wapendwa, mimi nasema kimbilieni kwa Yesu kama nataka usalama, kama nataka kuwa salama, upone uwe hai ubakie salama kutoka mikono ya hawa waovu wanapanga haya mambo kutoka moyoni, na ndio maana unashindwa kuelewa mbona rais au huyu anase kiongozi huyu anafanya hivi anasema hivi. Lakini bado tunaona maovu yana multiply, there is a multiplication of evil. Mauaji yanaendelea na unaona mtu asemi mtu agusi hayo. Kwa nini? Kwa sababu moyo wake unawaza vile vile unayoyaona. so ulimi wa mtu unapokuja kusema neno limetoka moyoni, na ndio maana neno wa Mungu nasema kwamba kile ambacho mpendwa, ni hatari sio uh, kinachoingia kile kinachotoka ndani eh, kinachotoka ndani kwa sababu kile kinatoka moyoni eh. Kwa hiyo ndiyo maana mtu akiongea, mpendwa, acha kuanza kusema unapapasa papasa yugesi tati halafu al, unaanza kumake excuses kwa ajili ya mtu yule amesema yeye mwenyewe moyo moyo moyo, na ndio maana maandiko matakatifu anasema hivi mpendwa. Ah, tumeona kule kwenye Yeremia pale, maandiko matakatifu yameweka wazi kwamba a, moyo mpendwa, kwamba niki- niki ni kiungo hatari kuliko a, kitu chochote, na anasema kinakaugonjwa ka, kaasili ambao ambako kanafisha sasa. Watu wengi anashindwa kujitambua na kuelewa kwamba huu moyo wangu unanipeleka pabaya, kwa sababu yale unayoyatoa tunaona ni moyo wako, ni uhalisia. this is the true, uh, the the color of a person, yani ndio uasilia wa mtu eh. Mhubiri ambaye anahubiri hakwambia acha dhambi, tengeneza na Yesu, aishi maisha matakatifu oh, kuwa nuru Angaza, acha nuru ya Yesu Kristo ionekane kupitia wewe. Haleluya! Watu wanapoona nuru ile, wamtukuze wamwabudu, au wamsujudu mu, wa Mungu aliye hai kupitia mwana wake wa pekee, Yesu Kristo. Hapo lazima utajiuliza. Kwa hiyo anasema, kwa maana, kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, moyoni anatoka mawazo mabaya anasema uasherati, anasema wivi, anasema uaji. Eh, tunaona na hua, unadhani kwamba oh, it's a random act. Ha, no it can never be a random act, mtu ameplani, yameanza moyoni. Sasa na wewe unayefanya hayo, mpendwa, asili ya huyo moyo wako una ka, ka ugonjwa fulani, na ndio maana unaona unaendelea kushupaza ka moyo kako au moyo wako huo kwa nini? Kwa sababu tayari moyo umeshakudanganya. Hey, maana anasema unakuwa ni mdanganyifu, ndo asili ya moyo unakudanganya kabisa, kwamba we una, una, unaona kama unatenda mambo mazuri tunachokifanya ni sahii. Ndo maana unakomaza shingo, haukubali ushauri wa watu wanaposema, wanapokemea unaona kama wanakosea adabu. Hey, ulitakiwa kila mtu wa kutii. Uh, no, hakuna mhubiri wa kweli anaye mheshimu raisi wa nchi, makamu wa raisi, wa bunge, o oh, mwanajeshi, am, am amiri jeshi, amiri jeshi wa wapi? My friend no one is above God. Mungu yuko juu ya vyote. Yesu tunayemtangaza hawezi kulinganisha na wewe. Wewe ni vumbi, ni takataka taka, ni hovyo you are nothing, wewe si kitu mbele ya Yesu Kristo. Sasa tushindweje kuukemea wewe unayeruhusu maovu? Mabaya yanatoka moyoni mwako. Moyo huo wako huo unakudanganya na kaugonjwa kaasili kamoyo, ni kwamba unafisha utakuletea mauti. Mauti neno hili na, naongea na mtu, moyo wako ampendwa, unakudanganya na kaugonjwa kaasili. Anasema ni mauti, mauti. Kwa hiyo wewe mauti itakukuta penda usipende, kwa sababu ya yale ambayo moyo wako unayafanya. Kwa hiyo anasema kuna uh, kuna kuna uwaji anasema, uzinzi, tamaa mbaya, tamaa za madaraka, uchu wa madaraka hey. Anasema tamaa mbaya ni moyo moyo moyo, yaani moyo wako. Baada ya kufanya mambo yawe sawa, tuone utukufu wa Mungu katika dunia hii wewe moyo wako unaendea kudanganya, wewe wakandamize watu uwa watu eh? Kuwa na moyo wa ukorofi na ukatili wa, yani uwe na moyo wa, wa kinyama eh, anasema tamaa mbaya, ukorofi, hila. Unaona eh, mtu ana hila mbaya, ni moyo, moyo ndani ya moyo, ndani ya moyo, moyo wa mwanadamu anasema a, anasema hila, anasema ufisadi. Wanaona taifa lenu limejaa mafisadi. <coughs> Hao wote ni moyo, moyo hiyo ndo asili yao, hao watu hao. God has to intervene, Mungu asipoingilia kati, mpenwa asijui kama kweli kuna lolote nzuri ambalo tatokea hapo. Anasema kijicho, amatukano na hapa kwenye matukano lazima watu mwelewe maana, mtu kuna watu tunapokemea tunapokemea watu sio kutukana mtu e. Wanapokwambia we ni mpumbavu, we ni mjinga, mtu akutukani akosea ya adabu ni kutokana na matendo yako yanayotoka moyoni mwako mpendwa. Na hapa pia neno limesema wazi kwamba matukano, kiburi, upumbavu e. Kama kunadhani kwamba upumbavu ni tusi, hapana, maana hata neno limesema wazi upumbavu eh. Anasema mstari wa ishirini na tatu akasema hivi haya yote yaliyo maovu yatoka yatoka ndani nayo na yamtia ya mtu unajisi. Kwa hiyo unaona, yote yaliyo maovu ndo neno la Mungu nimesema yote yaliyo maovu yanatoka ndani ya moyo. Sasa ninyi mmekuwa mnajiuliza wewe mwenyewe unashindwa kuelewa what what is going on with me? What is wrong with me? Pendwa, penwa ndani ya moyo we, moyo wako moyo. Kwa hiyo japo moyo ni kiungo chenye umuhimu, aa, o, o, almost kupita viungo vingine, lakini kumbe bado ni kiungo hatari sana, maana amesema wazi kwamba haya yote yaliyo maovu, maovu yote ya viongozi wetu, maovu yote anayotenda mwanadamu mpendwa, yanatoka moyoni. Kwa hiyo na wewe ujichunguze siku ya leo, angalia, jichunguze wewe mwenyewe, maana kule amesema a kwenye, e kwenye, kwenye kwenye huku kwenye kwenye Yeremia tuliposoma hapa, amesema ani, nani awezaye kujua moyo? Hakuna mtu isipokuwa Bwana Mungu aliye hai. Maana yeye amesema anachunguza moyo eh. Kwa hiyo Mungu hataki kuambiwa ona, uh, kyo, uh, mchungaji fulani, nabii fulani, askofu fulani au raisi aliua watu ho sijui yule alifanya hivi ah. Yule dikteta alifanya hivi ah. Huyu binadamu alifanya hivi, aliiba, alizini, alifanya uzinzi. Maana hayo yote yametajwa hapa, amesema mabaya yote ya kila namna, amesema uasherati, wivi, uwaji, uzinzi, tama mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu na mengine mengi. Mpendwa, yote yote yote ambayo hayajatajwa hapa, anasema yote yana ma yaliyo maovu yanatoka ndani ya moyo. Sasa Mungu yeye ya anachunguza pale. Wee unayeficha maovu, unaamini oh, fulani haoni, mchungaji hanioni, oh, huyu hawezi. Na wewe labda ni kiongozi wa nchi, nasema hakuna wakunigusa mimi, maana jeshi yote inanilinda mimi. Na, na sijajua mataifa duniani yanamaanisha nini. Maana majeshi yote duniani yanasema, uh, nchi zote duniani yanasema ni jeshi la ya wananchi wananchi yani. Uh, wanasema kwa mfano wanasema uh, Canadian Army Forces. Kwa hiyo ni jeshi la, la wa Kanada, ni jeshi uh, sijui la Waingereza wa kulinda watu, sio mtu ama mafisadi na makatili wanaoleta unyama. Sasa we unayedhani kwamba Mungu haoni, Mungu hata hitaji mchungaji akatoe Uh, ushahidi kwamba wewe ulifanya moja mbili tatu, uh, labda kama vile uh, mahakama ya dunia inavyofanya uh, lazima waje watu watoe ushahidi nini na uh, nini hapana. Mungu anachunguza moyo wako. Kwa hiyo ukatili na unyama unaotenda Mungu anaona. Mpendwa, siku ya leo mimi nimependa nikuonye tu kwamba hako ka moyo kako kana ugonjwa wa asili ambao unafisha, unakuletea mauti usipojichunguza siku hii ya leo, kesho unaenda motoni. Kwa hiyo tengeneza na Yesu katika siku ya leo, uepuke na ugonjwa huu, ugonjwa unaofisha. Na hapa tunaongelea uh, uh, kukosa uzima wa milele. Mpendwa, inaishia hapa katika siku ya leo, niamini kwamba umebarikiwa kupokea maneno haya. Usisahau kuwapa watu wengine, watambue ubaya uh, ambao uko ndani ya moyo, wasione kwamba moyo ni wa umuhimu tu, uh, una umuhimu tu uh, ni kiungo uh, cha muhimu sana uh, watambue pia kwamba moyo una asili ya udanganyifu na ka na ka ugonjwa uh, ka asili ambako kanafisha, lakini tukiamua uh, kujichunguza wenyewe uh, kujitathmini wenyewe mpendwa, na kutenda yale Mungu anataka tutende, kuishi maisha matakatifu, basi tutaweza kurithi uzima wa milele mpendwa. Ubarikiwe sana na kushukuru sana kuweza kusikia uh, na kupokea maneno haya katika siku ya leo. Ninakubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.